baada ya mechi kuisha kati ya simba sc klabu na kagera shuga mwenyekiti wa klabu ya simba murtaza mangungu alifanya mahojiano na vyombo vya habari na baadhi ya waandishi wa habari walimuuliza kuhusu swala la timu ya simba kwenda kucheza dabi ya tarehe ishirini na tano akaambiwa kuna baadhi ya mashabiki wa simba wanapinga sana ili swala la klabu yao kwenda kucheza hiyo mechi ya tarehe ishirini na tano lakini murtaza mangungu haya ndio yakawa majibu yake mbele ya vyombo vya habari na ujumbe huu anaofikisha. Nani ambaye ana wasiwasi mashabiki na wadau wa mashabiki wa Simba hawana wasiwasi? Ukimwona mtu ana wasiwasi, sio mshabiki wa Simba, atakuwa mshabiki wa timu nyingine, amejipaka rangi. Naam, kwa siku za karibuni mm, uh, mashabiki wa Simba wameonekana kwenye maeneo wa tofauti wakisema kwamba mchezo huu wa leo ndo mchezo wa mwisho kwa klabu yao. Nyinyi kama viongozi, mna lipi la kusema juu ya kauli hizi za mashabiki? Kwanza sijawaona, lakini maoni, mtu anaweza akaona hata sukari si tamu, akaona chungu. Kwa hiyo ni ma mambo ya kawaida tu, tutapokea maoni na tutatoa taarifa rasmi. Asanteni sana.